Loisi, ni afisa masoko kutoka kampuni ya Mevity. Leo tutazungumza namna teknolojia inavyomsaidia mtu anayewekeza kwenye milki kuamini uwekezaji wake. Teknolojia iliyopo humsaidia mwekezaji aamini katika milki kuu yaani ardhi, nyumba na majengo ni sahihi kwake kwa njia mbalimbali. Kiwanja mbali. Mwekezaji hujiridhisha kupitia teknolojia iliyopo kwa nyaraka au taarifa mbalimbali kama vile namba ya kitalu, namba ya kiwanja, ukubwa wa kiwanja, eneo, se, eneo kiwanja kilipo pamoja na matumizi. Namba mbili ni usajili wa hati miliki. Mwekezaji anapofanya au kujua usajili wa hati miliki ya kiwanja husika, hii humsaidia yeye kuweza kuweka imani zaidi katika tasnia hii ya mali zisizohamishika. Namba tatu ni njia ya malipo ya benki au mtandaoni, ni moja kati ya teknolojia ambayo imewarahisishia wawekezaji wazidi kuamini tasnia hii, pale ambapo kufanya malipo na kubaki na nyaraka kama ushahidi. Kwa nne na ya mwisho ni hatua za makubaliano na mikataba, ni kama vile hatua za makubaliano, kuandaliwa kwa makubaliano pamoja na kusainiwa kwa makubaliano. Njia hizi humfanya mwekezaji kuzidi kuamini uwekezaji wake kuwa ni sahihi. Hitimisho, teknolojia hizi zimeweza kuwasaidia wawekezaji wengi wazidi kuamini tasnia hii ya mali zisizohamishika kuwa uwekezaji wao ni sahihi kwao kwa sababu ya uwazi wa taarifa mbalimbali pamoja na usalama wa kutunza data sehemu mbalimbali. Hivyo basi mimi kama afisa masoko nawakaribisha sana katika kampuni yetu ya Mevity muweze kuwekeza nasi na kujipatia huduma mbalimbali. Bye, bye.